My society ya Tanzania lakini kikubwa na affect familia yangu ambazo ipo Tanzania. So guys, sijajua shida nini na viongozi ambao wapo madarakani sasa hivi Tanzania. Like bro, ukipewa chansi ya kuongoza fanya kazi yako is very easy na, na